asema hakuna tishio la usalama asisitiza, aliapa kulinda nchi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Gazeti limeandika SMZ yatangaza mikakati ya uchumi ukue ya asilimia kumi. Habari katika ukurasa wa tatu. Waangalizi SADEK waridhishwa amani uchaguzi mkuu. Habari katika ukurasa wa saba wa gazeti hili. Wanejela kesi ya kujaribu kuteka kibaa. Habari katika ukurasa wa ishirini. Nyundo wenzake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 katika kutoa huduma mabasi ya mwendo kasi, mradi hatua tuliofikia, tuna sifa kimataifa, utaleta mapinduzi kwenye usafiri Dar es Salaam. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa nne. Gazeti limeandika waliomuua muuguzi, kesi kunyongwa, habari katika ukurasa wa tatu. Kilipojificha kitanzi mikataba ya mikopo, habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Sarkozy alivyoanza maisha jela, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa sita wa gazeti hili lakini pia gazeti hili limeandika vyama vya kuna kichwa kupata mawakala habari katika ukurasa wa kumi na mbili. Dar es Salaam, wakati zikisalia siku saba kabla ya uchaguzi mkuu wa rais wa bunge na madiwani, vyama vya siasa hasa vile vidogo vinaumeza vichwa kuhakikisha vinapata mawakala wa kutosha. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa kumi na mbili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake wa mbele gazeti Nipashe mwanga ya jamii ninalo mikononi mwangu lenye limeandika, Samia atoa kauli nzito, ni kuhusu uchaguzi mkuu. Ilani kwa ajili ya wenye ulemavu yazinduliwa, adatadea cha umma utangaza msako wa kura dakika za mwisho, ndani wa taarifa hii katika ukurasa wa pili pamoja na ukurasa wa tatu wa gazeti hili, gazeti hili likiandika, inayoongea hapa ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na amiri jeshi mkuu wa nchi hii Nataka ni waambie maandamano yatakayo kuwepo ni ya watu kwenda vituo vya kwenda kupigia kura. Hakuna maandamano mengine yatakayo kuwepo. Gazeti hili imeandika panya wa Tanzania aweka rekodi ya dunia ya Guinness, habari katika ukurasa wa nne wa gazeti hili. Mtihani la nne leo ukiwa na Kifaransa, Kichina na Kiarabu, ndani wa taarifa hine katika ukurasa wa saba. Gazeti hili limeandika mirungi iliyofungashwa kama chakula biskuti, zenye bangi vya nasu, habari katika ukurasa wa nne. Lala salama ya kampeni, doria za polisi za tawala, undani wa taarifa hii katika ukurasa wa pili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti ya Nipashe mwanga wa jamii.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 wiki ya moto ugombea urais wa Simba, kila kona kusaka kura, habari katika ukurasa wa pili. Bodaboda sasa donda ndugu, habari katika ukurasa wa pili. Machimbo yachafua hewa, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Samia shujaa aliyepindua meza, habari katika ukurasa wa kumi na ukurasa wa kumi na moja. Sheria rafiki kufanikisha Dira elfu mbili na hamsini Habari gazeti gazeti gazeti hili na hivi ndivyo ambavyo limeandikwa, Raia Mwema, muungwana gazeti ni kitendo uhuru kweli daima, ni nalo a mikononi mwangu lenye habari iliyopewa kipaumbele, Dokta Samia awaonya watu wenye nia ovu, awanyoshea kidole wanaotaka kuvuruga amani siku ya uchaguzi mkuu Oktoba 29, asema vyombo vya ulinzi na usalama vimejipanga, asisitiza hilo wakati akihutubia mkutano wa kampeni uliofanyika viwanja jijini Dar es Salaam. Hawapa maagizo mabalozi, undani wa taarifa hini katika ukurasa wa pili. Mchimbi ahidi huduma za afya kwa Watanzania, habari katika ukurasa wa pili. SMZ yasifu mageuzi makubwa miaka mitano ya Dr. Mwinyi, habari katika ukurasa wa kumi na moja. Dr. Samia, mnada wa korosho baada ya uchaguzi mkuu, habari imeko kwenye ukurasa wa tano. Vyama jamii, itunze amani uchaguzi wa Oktoba 29, habari katika ukurasa wa sita vyombo vya habari vyapongezwa kuripoti vyema taarifa za uchaguzi. Habari katika ukurasa wa nane. Mtihani kujipima kitaifa darasa la nne kwanza leo. Habari katika ukurasa wa sita. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru, ukweli daima ndalo gazeti mwanahabari. Lenye ukurasa wake wa mbele umeandika, Dkt Samia atuma salam wanaofikiria kuandamana, awahakikishia Watanzania uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 utafanyika kwa amani. Pia haidi kujenga barabara za makutano flyover katika barabara za Moroko Mwenge Magomeni Ali Hassan Mwinyi na Umoja wa Mataifa. da habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili, DCEA yakamata tani kumi za dawa za kulevya, yatoa onyo kwa wanafunzi na bodaboda. Habari katika ukurasa wa pili. Wakulima kuweni mabalozi wa mafunzo ya kukuza ujuzi, Zuhura. Habari katika ukurasa wa pili. Wanazuoni kujadili uchumi mum Morogoro leo. Habari katika ukurasa wa pili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanahabari katika ukurasa wake wa mbele. Zanzibar Leo, kwa ukweli na uwazi, ninalo mikononi mwangu, lenyewe limeandika Dkt Mwinyi, tutaendelea kumwenzi hayati Karume. Habari katika ukurasa wa pili. Serikali zimeleta mabadiliko makubwa ya maendeleo Pemba, Hemedi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Sada atarajia uchaguzi wa uwazi kuaminika, Msoaya. Habari katika ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Putin bado sharti la kumaliza vita Ukraine. Habari katika ukurasa wa tisa wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar leo kwa kweli na wazi gazeti hili. Tutasimamia serikali za Zanzibar Osman, habari katika ukurasa wa pili wa gazeti Zanzibar leo kwa kweli na wazi. Na sasa tukiokia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani, mgarani mwangu nla gazeti mwanaspoti lenye limeandika Senzo awataja wasauzi nsingizini ya piga mkwara mzito kocha funguka. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Ijayo ni Oktoba 26 simba dhidi ya nsingizini CAF champions league, mchezo wa marudiano. Kumekucha mabosi waitana, habarini katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Mchezo unaofuata ni yanga dhidi ya silver strikers Oktoba 25, mchezo wa marudiano CAF champions league. Da city kuna kitu inapika, habari katika ukurasa wa nane unaokumbuka mkoko wa kiduku sikia anachosema exclusive. Licha ya kukutana na mabondia wengi huku wengine wakimshinda, undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. TPL, leo Jumatano ni Coastal Union dhidi ya Fountain Gate, saa moja kamili usiku, mkokwani Tanga. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti mwanaspoti katika ukurasa wake wa mbili. Magazeti ya habari, habari za michezo na burudani mikononi mwangu, ndio gazeti habari leo, gwiji la habari Tanzania lenye limeandika Yanga yafuta viingilio mechi ya Jumamosi. Twiga Stars kuivaa Ethiopia leo, habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Prisons yaibamiza Mbea City, habari katika kurasa za ndani. Miss Grand Tanzania awashukuru wa Tanzania, habari katika ukurasa wa ishirini na moja. Simba yaonya mashabiki kufanya fujo uwanjani, habari katika ukurasa wa ishirini na mbili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, giji la habari Tanzania na gazeti hili Nakamilisha udukuzo wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali Tanzania kupitia hapa Toka zamani TV.